Abarini na leo nakwambia aina tatu za watu ambao unapaswa uweke mbali kama wewe unataka ufanikiwe katika biashara. Yani kuna aidha fulani ya watu ukiwa nao karibu, wanaweza ukasaidia wewe kuweza kukua na kufanikiwa katika biashara yako ambayo unaifanya, lakini kuna wengine ukiwa karibu nao, kama ni mfanyabiashara e, watasababisha wewe E, au watachangia wewe kuweza kurudi nyuma au kufunga kabisa biashara na kufilisika kabisa. Sasa ni aina gani za watu hawa? Aina ya kwanza ni mtu ambaye haamini kama unaweza. Yani, kila katika maongezi anakuambia kwamba, ah, unaweza ukafilisika. E, unaweza usifanikiwe. Yani katika kila maongezi e, kila neno atakaloongea sio za ku encourage bali ni ku discourage E, ukimwambia kwamba kwenye mtaa huu e, ninaweza nikafanikiwa zaidi ya competitors wangu, yeye anakuambia ni vigumu, huwezi kufanikiwa. Ukileta bidhaa mpya, yeye anakukosoa tu, yani haonyeshi dalili yote kwamba wewe utafanikiwa. Huyo mtu inabidi umweke mbali na wewe, kwa sababu anaweza kukusababishia mbegu ile ya kushindwa e, ikaota ndani yako na usiweze kufanikiwa katika biashara. Kile ambacho unakisi, ina, un, unakisikia ndio cho ambacho kinaweza kika uh, affect mafanikio yako. kwa, kwa, kwa hivyo, usipende kusikiliza negativity. Huyo mtu mwenye negativity mweke mbali na wewe. Mtu uh, aina ya pili ni yule mtu ambaye e, analalamika tu, kila kitu analalamika, yani, yani hana solution ukiongea naye, ukameza changamoto yake ye, baada ya kusaidia analalamika, na ye mwenye mambo yake analalamika kila kitu, lalama lawama, lawama, lawama, lawama. Ana, ana, ana, analalamikia serikali analalamikia, anajilalamikia mwenyewe, analalamikia marafiki, kila kitu. Kwa ukiwa karibu na huyo mtu, na kama nafanya biashara, baada ya kutengeneza solution ya changamoto ambazo zinaweza zikawa face na wewe unaweza uka adopt ile tabia ya kulalamika, na hivyo mwisho wa siku, huo unaikuta kwamba biashara yako inakufa. Jitahidi kuwa na mtu ambaye iko solution oriented kuliko yule ambaye, ya, ni mtu wa malalamiko. Na kitu cha tatu eh, ni mtu ambaye lengo lake ni kukuondoa kwenye reli, unaona, kuondoa kwenye reli Huyu ni mtu ambaye kwa mfano umefanya jambo fulani, unaona labda eh? Wewe biashara yako ni phone accessory, unaona lakini, akija anakwambia unafaa ufanye biashara hii, yani anakuondoa kwenye reli. Yani ni mtu ambaye anaweza kuwa na nia nzuri, anaweza kuwa na wazo nzuri, lakini mara nyingi anakuletea vitu ambavyo vinawezekana ni vizuri, lakini mwisho wa siku vina distract lile wazo lako. Muhimu e, yale malengo yako, lile purpose yako muhimu. Unajua kabisa mimi katika maisha yangu e, nimeamua kufanya biashara e, ya e, labda kuwa train watu unaona eh? E, na kuwa coach, na kuwa life coach, lakini yeye anakuletea kitu kingine ambacho kita distract ile future yako, anakwambia wewe huo tu unalangua, una vitabu unauza Unaona, uwe unafanya biashara samaki. Yani ni mtu ambaye anafanana na yule wa kwanza, lakini huyu eh, ni, ni yule ambaye hakuambii kwamba wewe unashindwa una, una hakuambii kwamba wewe uwezi, lakini anakuletea wazo lingine ambalo la kudistract kila mara. Unamkuta kwamba anakuletea wazo la kudistract, wazo la kufanya wewe udaiveji kutoka kwenye kusudi lako. Huyo mtu pia naye Eh, hadhari au kumwepuka naamini kuna aina nyingi za watu ambazo katika maisha yako unafaa kuwaepuka au kuwa hadhari nao. Unaweza ukakomenti hapo chini ili tuweze kujifunza na kuelewa zaidi, lakini baada ya kusikia somo hili nikuletee bidhaa yetu mpya hii ni, eh, ni seti ya kurekodia studio au sound card. Hii utaipata kwa shilingi laki moja na nusu tu itakusaidia wewe ambaye una unahitaji kufungua studio ya muziki, studio ya kutengeneza matangazo, unaona, au unahitaji kuwa unafundisha online. Hii mic itakufanya uwe na sauti bora kabisa, kabisa, kabisa. Lakini vile vile kuna bidhaa nyingine tuonayo jamani, wadau wetu wa Festus i Store, mzigo huo umekuja, ni kamera za kisasa kabisa, ni kamera za 6K na zipo za 4K zina memory card ya 128 GB zina uwezo wa ku connect na wifi. Unaweza ku connect kamera moja kwa moja na screen ya television yako au projector in ambayo ina uwezo wa wifi bila kutumia waya au kebo ya aina yoyote, na hizi ni kamera ambazo ni za kisasa zinachukua video na picha zenye quality ya hali ya juu kabisa. Naomba basi ufanye hima uje uchukue mzigo wako. Ukichelewa chelewa utakuta mwanasi wako. Asante sana, tuendelee kushirikiana. Kamera za 6k zinapatikana kwa shilingi laki nane na zile za 4k kwa shilingi laki saba. Asanteni sana, karibuni.